ili chama kiweze kushiriki uchaguzi wekawazi. Kwa sababu tume imeshaweka wazi, mwenyekiti wa tume ameshasema kwamba kama Chadema wanafikiri wanatafsiri tofauti waende mahakamani. Mwenyekiti wa tume ni jaji, anafahamu anachokisema. Ukisoma sheria za uchaguzi, kama una malalamiko na mchakato wa uchaguzi, sheria inasema utapaswa kwenda mahakamani baada ya uchaguzi. Aidha, kitu ambacho viongozi wetu hawataki kusema kwa umma ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka sabini na saba ibara ya sabini na nne kifungu kidogo cha kumi na mbili sabini na nne ibara ndogo ya kumi na mbili inasema maamuzi yatakayofanywa na tume ya taifa ya uchaguzi hayatahojiwa na mahakama yoyote ya ngazi yoyote ile katika jamhuri ya muungano wa Tanzania. Utungaji wa kanuni ni sehemu ya maamuzi yaliyofanywa na tume ya taifa ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria ya taifa ya uchaguzi sheria namba moja ya mwaka elfu mbili ishirini na nne kifungu cha mia moja sitini na mbili